Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni uh, masaa kadhaa yamepita uh, toka nchi ya Israel kupitia jeshi lake la IDF lilipoendelea na oparesheni yake ya kuzuia msafara wa wanaharakati ambao aktual walikuwa wamejiza titi kuweza kufika katika eneo la pwani ya Gaza. Lengo la msafara linajulikana wazi, ilikuwa ni kuweza kuvunja blokade au kizuizi ambacho kimewekwa na nchi ya Israel pamoja na kwamba kizuizi uh, husika hasa ni cha ufikishaji wa baadhi ya huduma za kijamii au mahitaji ya kijamii kama vile chakula, madawa na mfano wake. Pamoja na kwamba uh, njia ambayo imetumika zaidi ni njia ya bahari, njia ambayo toka mwaka elfu mbili na saba nchi ya Israel waliweka blockade katika upande wa Gaza, kwamba hakuna meli ambayo inaruhusiwa la na na yeah, Rais Donald Trump alipotangaza kuhusiana na proposal au pendekezo la amani ambalo actually limewasilishwa katika kundi la Hamas kule Qatar uh, pamoja na kwamba ni pendekezo ambalo nyuma linaonekana lina msukumo wa asilimia mia moja wa nchi ya Israel kwanza kabisa ukizingatia uh, muundo wake hasa umewategemea watu kama kina Ron Dermer ambaye wa ni mshauri wa karibu wa Waziri Netanyahu, lakini vivyo hivyo ni waziri wa mambo ya mipango wa nchi ya Israel, lakini vile vile uliwahusisha watu kama kina Steven Witkoff pamoja na uh, Jared Kushner ambaye ni mkwe wa uh, Rais Donald Trump. Kwa hiyo ni pendekezo ambalo actually limetengenezwa kutoka katika upande mmoja na kisha likapelekwa katika kundi la Hamas, na namna ilivyopelekwa, limepelekwa katika namna ambayo tunasema ni take it all or leave it kwamba aidha Hamasi wachukue au waliache kama kama lilivyo kwa maana ya kwamba kama vile hakuna option ya wao kuweza ku negotiate, na ni pendekezo ambalo kwa upande mmoja au mwingine uh, Rais Donald Trump akishirikiana na Waziri Netanyahu ni kama vile walifanikiwa kwa upande mmoja au mwingine kupindua meza ya ushawishi wa wa, wa Palestine katika General Assembly katika ile uh, kikao vikao vile vya Umoja wa Mataifa ambao inaonekana kwa upande mmoja mwingine miongoni mwa nchi ambayo zilipata highly negative response, ilipata mwisikio hasi kwa kiwango kikubwa ni nchi ya Israel. Kutokea hapo inaonekana Marekani ndio maana wakaamua kuja na movement nyingine, ili kuweza kuneutralize au kuondoa ile sehemu ya negativity au ukakasi ambao unaikumba nchi ya Israel kutokana na kile kinachoendelea katika, katika eneo la Gaza, kama vile ilivyoonekana kwamba katika speech ya waziri Netanyahu takriban nusu ya quorum ya umoja wa mataifa walioondoka na kumwacha peke yake akiwa anafanya hiyo hiyo presentation. Kwa hiyo kwenye kuneutralize hii inaonekana ndio movement iliandaliwa ya kuja na mpango huu wa makubaliano ya amani makubaliano ambayo yanaonekana kwa upande mmoja au mwingine, ni makubaliano ambayo yana vitu uh, kadhaa vizuri, lakini actually, kuna vitu kadhaa ambavyo vinabeba uzito mkubwa kiasi ambacho hata vile vizuri inawezekana vika vika vika vika vikaondoka vika undoka. Na hasa ukizingatia kwamba ni proposal ambayo haijajumuisha vitu kama kuhusiana na uh, recognition of the Palestine state, ile kutambulika kwa taifa la Palestine, na ndio inaonekana kwamba ndio movement hasa ilo ilo wasukuma watu katika uh, vikao vya Umoja wa Mataifa, aidha kwenye kutambua uh, ile serikali ya ile nchi ya Palestine au vile vile kutokuridhishwa na baadhi ya operesheni ambazo zimekuwa zikifanywa na nchi ya Israel katika eneo la Gaza lakini kwa kifupi ni kwamba kuna movement ya kwanza hii ambayo imekuwa engineered na, wa, na, na Rais Donald Trump ambayo uh, kama tunavyosema kwamba malengo yake inaonekana wazi ilikuwa ni kujaribu kuiondoa uh, Israel katika lawama, na kwa mpango jinsi ulivyokuja umekaa katika mazingira ambayo Hamas kwamba wakikataa, inawezekana wao ndo wakaingia katika lawama, pamoja kwa na kwamba kuna nchi uh, kadhaa zimeshaanza kuona kwamba kuna vitu vilikuwa haviko sawa, kwa sababu kuna mabadiliko ambayo inaonekana alifanyika katika ikulu ya kwa dokumenti ambazo ni tofauti na zile ambazo zilipelekwa ambazo zi katika nchi ambazo zimeunga mkono proposal ya Donald Trump ya ya, ya, ya pili ya kuzuiwa kwa wale wanaharakati ambao walikuwa wanaelekea katika eneo katika la Gaza. Sasa movement hii ya pili ya kuzuiwa kwa uh, ya wanaharakati uh, tumesema tunaichukua katika uzito wa namna yake kwa kuzingatia hii movement ya kwanza ambao nimejaribu kuizungumza kwa uchache uh, movement ya wanaharakati actually, kwanza tunaizingatia kwa kuzingatia kwamba ni movement ambayo imekusanya uh, raia kutoka katika nchi takriban kama arobaini na nne mpaka arobaini na tano maana ni watu takriban mia tano ambao ni watu wengi sana, na hii maana yake tageti yake ilikuwa ni kutengeneza uh, ushawishi kutoka katika kila nchi ili waweze kukubaliana, ili waweze kupata sapoti ya sehemu kubwa ya dunia katika movement ambayo wanakwenda nayo. Hiyo ni pointi ya kwanza, lakini pointi ya pili tumesema tunaizingatia movement hii kwa sababu ya sehemu ya miscalculation au hesabu mbovu ambayo imefanywa na jeshi la, la, la IDF. Uh, ukiangalia proposal ya Rais Donald Trump ilikuwa ni proposal ambayo inaiweka Israel kuwa katika safe side, inaiweka Israel ikiwe katika sehemu salama, na ili ikiwezekana mwisho wa siku kwamba meseji igeuke, waje kulaumiwa kundi la Hamas kwamba wenyewe ndio hawataki mpango wa amani, pamoja na kwamba kuna vitu katika proposal husika vina, vina matatizo, lakini uh, interception naloifanya IDF au Israel ni interception ambayo inaweza ikaje ikabadilisha perception ya nchi nyingi kuhusiana na proposal ambayo uh, Marekani wameileta ambayo iko in favor of Israel, ina favor zaidi Israel. Jambo la kwanza uh, linatufanya tuzungumze hivyo au uh, tujaribu kueleza katika upande huo, kwanza kwa kuzingatia uh, bahari ina kanuni au uh, ile mipaka ya kibahari ina ina kanuni. Uh, mipaka ya kawaida ya nchi huwa inakwenda katika nautical miles kama kumi na mbili ni kama kilomita ishirini na tatu kutoka katika ufukwe wa bahari. Hii huwa inazingatiwa ni sehemu ya mipaka ya ndani ya, ya nchi, nautical miles kumi na mbili. Na kisha kutokea nautical miles kumi na mbili kwenda mpaka nautical miles ishirini na nne ni sehemu ambayo nchi inaruhusiwa kufanya maswala kama ya doria za kiusalama uh, kuchukua maswala ya ushuru zile customs na vitu kama hivyo katika nautical miles hizi ni kwa maana kutoka katika ufuko wa bahari kwenda katika nautical miles takriban ishirini na nne. Hizi ni sehemu ambazo nchi inakuwa ina akses kubwa zaidi, kwa maana ya kwamba sehemu ya kwanza inazingatiwa ni mipaka yake ile nautical miles kumi na mbili, na sehemu ya nautical miles ishirini na nne, maana yake inazingatiwa ni sehemu ambayo nchi ina haki ya kufanya ulinzi na kufanya baadhi ya shughuli fulani fulani za kitaifa ambazo zinarilai katika masuala ya kusanyaji kama wa ushuru, lakini vivi katika masuala ya, ya kiusalama ambao ni sehemu ambayo kawaida uh, raia wa nchi nyingine au vyombo vya nchi nyingine haviwezi kuruhusiwa kuingia katika maeneo hayo bila kupatikana kwa, kwa mawasiliano pia ya moja kwa moja especially kuzingatia kwamba vyombo vya ulinzi na usalama pia vinakuwa katika, katika maeneo hayo ambayo yanapatikana ndani ya nautical miles 24 ukienda katika umbali wa nautical miles takriban mia mbili ambayo ni kiasi kama cha kilomita mia tatu sitini na sita kuingia katika, katika bahari wote unazingatia ni exclusive economic zone. Ni sehemu ambayo iwapo, uh, panakuwa kuna mali ghafi inapatikana katika eneo husika, maana yake ni kwamba hakuna nchi nyingine inaruhusiwa kunufaika na mali ghafi hizo isipokuwa ni nchi ambayo ina kontrol eneo husika. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba nyutukomiles kumi na mbili ni sehemu ambayo ipo ndani ya mipaka ya nchi nyutukomiles ishirini na nne kutoka kumi na mbili mpaka ishirini na nne inazingatiwa kama ni sehemu ambayo basically ni sehemu kama za kiusalama na baadhi ya masuala mengine kama hayo ya ushuru na kisha kwenda kutoka hapo ishirini na nne au kutokea katika pwani ile ya bahari kwenda mpaka kilomita mia mbili. Huo mbali unaokwenda moja kwa moja mpaka kufikia kilomita 366. Chochote kinachopatikana katika eneo husika, kwa mfano kama gesi, mafuta yanapatikana katika eneo husika, ina maana tunapofanya extraction, ule uvunaji wa vitu husika vinakuwa vinaegemezwa katika upande katika upande wa nchi husika, na kisha kwenda huko mbele zaidi, ni maeneo ambayo yanazingatiwa kama international zone, ambapo nchi inakuwa haina mamlaka husika. Sasa katika hizi nautical miles mia mbili maanake kutoka katika nwitimaizi kumi uh, ishirini... na mbili kwenda huku mbele kuanzia nwitimaizi ishirini na kwanzia katika nwitimaizi ishirini na nne tuseme ile ishirini na tano kwenda mbele mpaka kufikia mia mbili ni maeneo ambayo uh, misafara ya kawaida ya kiraia ya nchi mbalimbali mbali, inaruhusiwa ku navigate inaruhusiwa kutembea katika, katika maeneo husika. Sasa ukiangalia interception ilipofanyika au ule uvamizi wa jeshi la IDF ulipofanyika, umefanyika katika nautical miles sabini nautical miles sabini maana yake ni zinakwenda mbele ya nautical miles ishirini na nne hilo ni jambo la kwanza. Kwa ina maana uh, ni sehemu ambayo kwa sheria za kimataifa misafara au meli kama hizo maanake zinaruhusiwa ku, ku navigate au kutembea katika maeneo husika bila kuwa na tatizo la namna yoyote. Hiyo ni point number 1, ambayo inaonekana kwamba Israel wamevunja sheria ya kimataifa, na hivyo hilo linaweza likapunguza pia sehemu ya uh, ushawishi wa kile ambacho kimetengenezwa takriban kama siku tatu nyuma na ikaonekana kwamba kina kwenda kubadilisha upepo, kwa sababu moja katika claim ambazo zimekuwa zikizungumzwa na maactivists wenyewe ni kwamba kwa mara nyingine tena Israel anakwenda tena kuharibu kuvunja utaratibu wa sheria za kimataifa. Hiyo ni point namba one, lakini point namba two ni kwamba uh, katika utaratibu wa, wa, wa sehemu ambayo wamefanyiwa interception wale, wale ma-activist ni kwamba uh, ni eneo ambalo kisheria ki, ki, ki, ki linazingatiwa kwamba ni eneo la Palestine nawala sio eneo la, la, la Israel, isipokuwa kwa kuzingatia kwamba Israel hawatambui Uh, uwepo wa nchi ya Palestine na ndio maana wamekuwa wakijaribu kurul wakijaribu ku control hata haya maeneo ambayo yanazingatiwa kisheria kwamba ni maeneo ya Palestine. Kwao ina maana uh, interception walioifanya, ule uvamizi walioifanya, kwenda kuzuia ule msafara, wameufanya katika sehemu ambayo tunasema ni exclusive economic zone ya ya Palestine, ni sehemu ambayo kiasili resources au mali ghafi inayopatikana katika eneo husika ni haki ya wale wa Palestine. Hilo point number 1, lakini point number two ni kwamba uh, interception imefanyika pia katika sehemu ambayo ipo ndani ya exclusive economic zone, kwa maana kwamba ni mbele ya zone hii ya nautical miles kumi na mbili na ni mbele ya zone ya nautical miles ishirini na nne kwa maana kwamba huko mbele hizi uh, easy, misafara ya kimataifa meli na vitu gani vinaruhusiwa ku navigate ku katika maeneo hayo bila kuwa na, na shida ya namna yoyote, na ndio maana inaonekana kwamba kutokea hapo kuna maandamano mengi yamefanyika katika usiku wa jana uh, kutoka katika nchi kama za I mean, katika miji kama ya Brussels kule Belgium, katika miji kama ya Milan kule Itali, katika miji kama ya Istanbul kule Uturuki na sehemu zingine ku laani hiyo movement ambayo imefanywa na jeshi la IDF pamoja na kwamba ni movement ambayo tunaamini kwamba haitakuwa na madhara moja kwa moja kwa, kwa wale maaktivist zaidi ya kuwadipoti, yani kuwarudisha katika, katika nchi zao husika, au wakigoma kuondoka maanaake ni kwamba warudishwe kupitia njia ya mahakama. Na hii maanaake Israel wanaifanya katika very sensitive way, katika namna ambayo ni ya umakini sana, kwa kuzingatia kwamba wamepoteza kredibiliti kubwa, wamepoteza ule ushawishi mkubwa katika, katika sehemu ya diplomasi ya, ya, ya kimataifa. Kwa hiyo ukiangalia mazingira jinsi yalivyo ni kwamba uh, kilichokuwa kilitegemewa katika movement ya Rais Donald Trump ilikuwa ni kwamba kupatikana ile tunasema ni landslide support landslide, landslide yani kupatikana kwa ule ile support ya, ya, ya mteremko kwa maana kwamba watu wote wanakubaliana wana kwamba proposal ya Rais Donald Trump ni proposal ambayo inakuja kusofu matatizo ya mgogoro baina ya nchi ya Israel na nchi na kundi la Hamas katika, katika eneo la Gaza bila kuiweka Israel katika sehemu yoyote ambayo ingekuwa ina, ina mashaka. Lakini kwa hicho ambacho kimejitokeza katika movement ya wanaharakati uh, maana yake ni kwamba tunategemea kuendelea kupatikana baadhi ya reaction dhidi ya Israel kuhusiana na movement walioifanya kwa hawa wanaharakati, kiasi ambacho inaweza ikafanya hata concept ya, ya, ya Hamas kukataa na probably, kwa hakika watakata, definitely watakata hiyo proposal ambayo imetoa Rais Donald Trump mpaka ifanyiwe marekebisho. Kwa hiyo kukataa kwao proposal ya Rais Donald Trump, tunaamini inawezekana ikaja kuwa neutralized, au ika ika sawazishwa na movement hii ambayo Israel wameifanya, ambao tunaona kwamba ilikuwa ni miscalculation, ilikuwa ni makosa ya kimahesabu, kwa sababu hesabu iliyokuwa nyepesi ilikuwa ni kuwaacha wale ma-activist waweze kuingia, kupeleka hizo dawa, kupeleka vyakula lakini wakati huo huo wao waweze kumaintain uh, sapoti yao ambao wameshaipata sasa hivi kutoka katika dokumenti ambayo imekuwa imepelekwa ime, ime kwa Hamas kwa maana kwamba Hamasi kwa, Hamas, kwa kikataa ionekane kwamba Hamasi ndio wakorofi wakorofi na sio Israel. Lakini kwa movement ambayo Israel wameifanya leo hii toka jana pamoja na leo inaashiria wazi kabisa kwamba uh, kuna reaction ambayo itapatikana kutoka katika nchi mbalimbali mbali, kiasi ambacho reaction hiyo inaweza ikaja kunutralize, inaweza ikaja kusawazisha uh, sehemu ya kile ambacho hamas wataamua wenyewe kuki, kuki, kuki, kukijibu kutokana na ile pendekezo ambalo limewasilishwa li na rais Donald Trump katika, katika mikono yao. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa ku, kuendelea kuangalia movement hii tukitaraji kwamba inawezekana ndani ya muda unaokuja tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii kuhusiana na movement hizi zote mbili. Ni kuombe tu uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kumbuka jina langu, naitwa Maulid ah, Mnukwa. Uwe na muda wema.